Ndugu mpenzi mfuatiliaji wa kipindi chetu na chaneli yetu pendwa ya Kilimo 360, leo <coughs> tunakuletea utazame mahindi yetu haya ambayo tume tumepanda Desemba mwaka jana 2025. Tulipanda kwa kuchelewa kutokana na changamoto ya hali ya hewa, lakini so far mahindi yanaonekana kama ambavyo inaonekana hapa hapa. Tulipanda aka zetu hizi mbili. Gharama nafikiri nishaizungumza kwenye video za awali ambapo tulilima kwa shilingi elfu sitini kwa heka, ambapo hapa ni laki moja na, na ishirini kwa heka mbili hizi. Kupanda shilingi elfu arobaini kwa heka mbili, alafu tulinunua mbegu tukafanya palizi palizi tulikuwa shilingi elfu sitini palizi ilikuwa elfu sitini kwa heka ambapo ilikuwa laki na ishirini ikatokea changamoto wakati tunapalilia mvua zilikuwa zinanyesha kwa maeneo hapa ambapo tupo hapa kama ambavyo tunaona pamelimwa ambacho si kirefu, tulifanya palizi hiyo, lakini kipindi kile mvua zilikuwa zinanyesha, kwa hiyo ilikuwa inafanya yana, majani kuendelea kuwa na mazingira bora bado ya kuendelea kuota. Baadaye wakati unaendelea, ikawa imekata, kwa kuna heka moja hapa ili, ilipaliliwa kipindi ambacho mvua tayari ilikuwa imeshakata ambavyo inaonekana huku. Aha, na kipande hiki kilipaliliwa kipindi ambacho mvua ilikuwa inanyesha kitu ambacho kililazimu turudie tena palizi. Kwa tulipalilia eka mbili kwa gharama ya laki moja na ishirini, tukaja kupalilia eka moja tena ii kama indahuja kupeleka kwa shilingi elfu hamsini na ni kwa sababu sasa hivi ile palizi ya mwara ya kwanza kazi ziko nyingi, na vibarua ni kama wana kwanza wanachagua wanafana ringa, kwa sababu kazi ipo kazi zipo kazi zipo kipindi hiki, kwa hiyo na wenyewe kidogo, na nafikiri wana wanapandisha pandisha gharama. Kwa ile ya pili ya hapa tulikuja kufanya kwa, kwa shilingi elfu hamsini, na hapa mambo yakiwa mazuri mpaka tunakula mahindi yetu hatuna takacho tena kuja kupalilia. Kwa hiyo gharama za kulima ni hizo, kuandaa shamba, gharama ya kupanda, na utahitajika kuona palizi ya kwanza, gharama ya mbegu. Nafikiri mengine yanakuwa ni mama ambayo anaweza akajitokeza kulingana na mambo hali yao yeah, inavyokwenda. Mfano hapa tunaona wadudu hawa wanashambulia ma mahindi, na tulishapuliza dawa. Last time nilivyokuja hapa nilikuwa namalizia malizia palizi, lakini pia wadudu ndio walikuwa wanaanza, kwa hiyo tufanya mchakato wa kupata dawa. Tunua dawa kama elfu ishirini na sita kupo mbili ambayo ni ya lita moja nusu nusu mbili, alafu tukapiga dawa na kibarua tulimpa shilingi elfu kumi. Kwa hiyo ndo kama ambavyo imekuwa changamoto ya wadudu kwayo. E, hizo ndo, ndo gharama zetu. Hayo mambo mengine huwa wakati fulani yanaibuka kulingana na hali inavyokwenda, na uta utarespondi kulingana na namna ambavyo changamoto hizo zinakuja zina Kilimu kinalipa na encourage vijana wenzangu, watu mbalimbali, kwa kweli ni bora kuweka fedha shamba kuliko kuweka hela, kuweka hela benki. Kile kiasi ambacho unasema hiki ni kiakiba changu, kitupie shambani, kitupie shambani, ukosi, kitupie shambani, utokosa Mathalani hapa sisi tunaweka mbili hizi na tuna na, shamba lingine liko kule juu. Uh, mbona naona lina mbelewele kule, eh pale yale pale yale a alishanza bebani, anaendelea tu na ukomaji. Kwa hiyo na, na uko, kiera chako na baada ya kufanya savings, weka hela shambani. Shamba unalo wekeza, shamba huna, shamba kodi, shamba utakuja kunishukuru baadaye. Tuna la zaidi, ukiwa unaswali kwenye comment section hapo, na la kushare nasi. Share nasi pia Niwatakie siku njema. Subscribe chaneli yetu ili uwe mfuatiliaji wetu wa karibu kila tunapoweka kontenti zetu. Karibuni sana.